Kama wewe ni mtaalamu muhitimu au mwalimu unayetafuta fursa ya ajira kwenye taasisi ya elimu ya juu nchini Tanzania, hii ni video yako muhimu kabisa. Leo tuna kuangazia nafasi mpya za kazi zilizotangazwa na chuo kikuu cha Dodoma yani UDOM. tarehe 11 Juni 2025, chuo kikuu cha Dodoma kimetangaza jumla ya zaidi ya 100 ya nafasi za kazi kwa Watanzania wenye sifa mbalimbali hasa katika nafasi za tutorial assistance, assistance lecturer na hata lecturer. Nafasi hizi zimetawanyika katika vyuo tofauti vya UDOM kuanzia sayansi ya tiba hadi sanaa, elimu, uchumi, uhandisi, teknolojia ya habari na hata lugha ya Kichina. Kwa mfano, College of Humanities, College of Humanities and Social Science inahitaji wahadhiri wa Kiswahili fasihi wa Kiswahili fasihi pamoja na siasa. Alafu College of Informatics wanahitaji wataalamu wa Computer Science, Information System and Telecom Engineering, na hata shule za tiba kama School of Medicine and Dentistry zinatafuta wakufunzi kwenye maeneo ya upasuaji wa kinywa, meno na uhandisi wa vifaa vya hospitali lakini ili kuweza kupata nafasi hizi angalau uwe na sifa au umepata angalau GPA ya 3.8 kwenye shahada ya kwanza na GPA ya nne kwa shahada ya pili kwa assistance lecturer, na kwa tutorial assistance utatarajiwa kujiendeleza kwa shahada ya pili mara tu baada ya kuajiriwa. Kwa baada ya kuajiriwa utaendelea na shahada ya pili. Asante. Kama ni mara yako kwa ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, usahau pia kusubscribe, kulike na comment katika channel hii. Uh, mambo ya kuzingatia ni kama ifuatavyo. Sasa sikiliza kwa makini, vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo. Hakikisha una vyeti vilivyothibitishwa hususan form 4 na form 6, shahada pamoja na vyeti vya usajili kitaaluma, kama uko kwenye taaluma ya afya au katika taaluma ya uhandisi. Lakini pia usitumie wala result slip kwa sababu hivi havitakubaliwa utakataliwa papo hapo. Lakini pia kitu kingine, uandike barua ya maombi iliyo rasmi ukiambatanisha na CV yako na picha ya passport size ya karibuni. Kwa hiyo andika CV yako nzuri ya kisasa kabisa ambazo zina sifa zote, lakini pia uandike barua yako ya maombi vizuri kabisa. Kama hutajua au kama hujui namna sahihi ya kuweza kuandika CV pamoja na barua, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia. Unachotakiwa kufanya ni kugusa link ya kujoin katika grupu letu, ili uweze kupata mafunzo hayo, lakini pia utaweza kupata updates zote kuhusu ajira, kuitwa kazini na kuitwa kwenye usaili, lakini pia Kumbuka kuwa maombi yote yafanyike ya kupitia poto ya ajira ya serikali ambao ni poto.ajira.go.tz. Hakikisha maombi yote yatumwe kwa njia ya mtandao, na pia zingatia mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 25 Juni 2025. Tarehe 25 Juni 2025 ni mwisho wa kuweza kutuma maombi yako. Video hii haikuandaliwa tu kwa kusoma tangazo kama ilivyo. Tumechambua, tumetafsiri na tumeweka mkazo kwenye fursa ambazo unaweza kutumia kuboresha maisha yako kitaaluma. Kama una GPA ya 3.8 na una ndoto ya kufundisha, hii ni njia ya kuingia rasmi kwenye ulimwengu wa elimu ya juu. <coughs> na kwa wale walioajiriwa wa tayari, hii ni nafasi ya kufikiria upya kuhusu ukuaji wa taaluma au hata uhamisho wa kazi kwenda UDOM. Usahau kufuatilia pia video yetu nyingine kuhusu jinsi ya kuandika CV bora na barua ya maombi ya kazi ya kitaaluma ya kitaaluma au ya kitaaluma lakini nitaweka linki pia katika description ya video hii. Kama video hii imekusaidia, like, subscribe na share na marafiki zako, ili wasikose nafasi hii ya kipekee. Bonyeza kengele ili upate updates za nafasi nyingine za ajira serikalini na kwenye vyuo vikuu. Mimi ni Feaboy, hadi video ijayo, kumbuka, fursa haingoji mtu, wewe ndiwe unayetafuta. Asante na karibu.